Kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlilopokea si kama neno la, la wanadamu, bali kama neno la Mungu, na ndivyo lilivyo kweli kweli, litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Bwana Yesu asifiwe, amen. Unanizuia zuia, lakini mlipokea ujumbe, <coughs> neno la Mungu, sio neno la kibinadamu, ni neno la Mungu kweli kweli kweli kweli kweli kweli kweli si la kibinadamu bwana. Hubiri, napendezwa sana, ulihubiri vizuri jana, ulijua ulikuza mambo fulani. Kwa upande wangu, ujue kwamba unafundisha Injili ya mwisho. Bahati mbaya mwaka umekwisha, mwaka umekwisha, umekwisha. Ungetoka unge hapo una unakwenda unafumuzika una una, una, una wiki moja wiki ya pili uingie katika mikutano ya Injili, ungeanzia mwezi wa kwanza mpaka sasa hivi ungeuna Bwana Yesu akubariki. Injili uliyoipokea hii sio ya kibinadamu. Soma maneno wakati unapopiga magoti, mwambie Yesu unipe neno lisio la kibinadamu.

mkutano leo, salamu wafike nyumbani, salamu wana kazi kubwa ya kujenga na mambo mababari mbalimbali, wabariki Krismasi karibia, wape ujumbe na waombea neema. Wapokee neema hii, wape neno lako lisio la kibinadamu, na kushukuru, Baba Mtakatifu, kubariki watoto wangu kwa jina lako Yesu.

uhali gani? Popote ambapo unafuatilia kituo bora kabisa cha matangazo kwa habari na matukio mbalimbali. Langu jina ni Messi. Ni, ni kushukuru sana kwa kuwa umeendelea kufuatilia matukio mbalimbali mbali, lakini pia tumekuwa tukikuletea mikasa lakini pia shuhuda mbalimbali mbali za watumishi wa Mungu ambao wamekuwa wakimtumikia Mungu katika maeneo mbalimbali. Kutoka hapa mkoani Singida, leo nimekutana na baba yangu mchungaji Namani Wawa. Huyu ni mzee wa miaka tisini na moja. Alianza kumtumikia Mungu toka mwaka sitini na tatu na mpaka leo bado anaendelea kumtumikia Mungu. Yeye amesema sitaki kuchoka kumtumikia Mungu, na unaweza kumwona mzee ambaye bado ana nguvu sana. Wazee ambao wanaendelea bado kumtumikia Mungu na hawajachoka. Tunatamani kwa ufupi sana tuzungumze naye, atueleze kuhusiana na huduma yake ya kitumishi toka alikuanzia mpaka kufikia hapa sasa hivi. Baba, shikamoo. Marhaba bwana sana. Amina. Inaitwa mama lakini n hiyo nimeanza kazi ya Mungu mwaka wa sitini na tatu mm, mwezi wa mbili, mm. kumi na mbili tarehe kumi. Kabla ujaanza kwanza, kumtumikia Mungu ni lini, ulianza kuokoka uli, uliokoka lini lini, ilikuwaje? nimeanza... Yani ukaokoka, tutatuambia pia. kabla sijaokoka sija, mm, kabla nina miaka labda, eh, Eh, nane tisa, mm-hmm. Nikaanza kuona maono mm. naongea kwa lugha nisiyoifahamu. Ukiona miaka nane, nikiwa na miaka nane, alafu baadaye nikienda nyumbani naongea inje tu mm. inje ya wazazi mm. nikiwa na chungachunga chunga. mm. nikija nyumbani, lugha hiyo napotea na furaha yote napotea mm. lakini hata nikienda niki, nikiwa peke peke yangu eh. ndio na, naongea kwa lugha asiuli sujina kujaji lakini naongea kwa lugha mm. Nikishirikiana na kuongea na wengine, ina, inapotea mm. Mpaka nilipokuwa nilipookoka mm. Kwanza nilipo, nilipoanza kuwa mku, mtu kijana mm. Lugha ikaanza kupotea kwa sababu nimeanza kujua mabaya kupigana na wenzangu mm. Lugha ile ikapotea ika baada ya kuokoka mwaka wa sitini na kwanza. Kabla hujaja kuokoka, ni kitu gani sasa kilikupelekea ukaja kuokoka? Nime nimekataa kabisa Uislamu mm. nimekataa dini hiyo. ulitokea kwenye familia yako ilikuwa ya Kiislamu mm. haikuwa ya Kiislamu mm. lakini ilikuwa sipendi kabisa dini mm. kama ungekuwa wananihubiri ndio likuwa na wakatalia mm. kulikuwa kuna mjomba nani Shemeji yangu alimuoa dada alikuwa, mm. Muislamu mm. alinishawishi sana niamini mm. nikakataa mm. baadaye nikamwamini Yesu kuona mm. wanayemwamini Yesu wana matendo mema mm. kwa hiyo eh. mm. ulishawishiwa na kulikuwa ni mkutano au ilikuwaje? nilikwenda katika mikutano mm. ya Wakristo ya, ya wa mm. matendo yao wa kuimba mm. kwao kimenivuta sana mm. Ikatokea tu siku moja ukaokoka? Nikatokea siku moja nikaokoka, nimeokoka nika, nika mm. mwaka sitini na tatu mm. mwezi wa nane mm. kwa hiyo e, sitini, e, mwezi wa nane, mwezi wa tisa, mwezi wa kumi, kumi na moja, kumi na mbili ndio mm. nikapatizwa baada ya miezi mitano. eh. mwezi ule wa tano sasa baada ya kuokoka ndo kabatizwa hey? baada ya kuokoka pale kaweje hey? kubatizwa pale ilikuwaje? ulivyotoka kwenye maji yale, kubatizwa, nilivyobatizwa kwa maji, kwa sababu kwetu walikuwa hakuna kanisa la wakofu. Kwa hiyo mimi ndio kwaona kwamba hawa wachungaji walionibatiza walionihubiri, mmoja wa Kenya mjaluo, anaitwa Alufayo Nyolo mm, na mmoja Eh, waambia mjushusa anaitwa Asangla waisie mm. Namsau baba yake kidogo mm. a ndio alionibatiza ndio wak, wak, wak, wakanibatiza mm. Nilipokauka waka waka kwa maji kwa waka pembeni, wakasema waka tato tutamwachia nani mm. mm. kanisa, hiyo kanisa. maana huyo amebatizwa Roho Mtakatifu, waliniweka kwa sababu nilibatizwa Roho Mtakatifu, yeah. ni nili Mtakatifu. Wakaniweka kwa mchungaji kwa hiyo mshirika wa, wa, wa miezi mitano una unabatizwa, unapewa uchungaji eh. kwa hiyo kanisa likaanza kaanza. na kanisa ukiwa na washirika wangapi eh. ulikuwa na washirika wangapi sasa hao? ulikuwa na washirika kumi na tano au waliokoka kwenye huo mkutano? hmm. i see. eh. tuambie sasa, kwa ufupi, safari yako ya utumishi ilikuwaje, yale ambayo umeyapitia magumu kipindi hicho unaanza huduma mpaka sasa hivi, ndiyo maana nakwambia kwamba nikianza na historia hiyo mm. naweza kuchukua mtu mmoja, nilipita mapito magumu, nilianda mm. kazi hapo mm -hmm. baada ya mwaka sitini na, na nane mm. Kwanza kabla sijaenda mwaka sitini na saba nikaenda shule ya bibilia fuge mm. Tabora fuge yeah. Mirudi mwezi wa kumi na mbili maono huko ya kuhubili seumeji naiohapa inaitwa Muwai. Sasa kutoka huko mwesi wa kwanza tarehe tano yeah. ndio nikaenda Muwai uh -huh. kuhubili njili hapo. Yeah. watu watuwaliokoka muunga litenda majabu sana yeah, waliokoka vijana wengina wakuhapahapatu Nilivyotoka nje sasa hivi, mimi nimewasahau, ndio wakanishika mkono. Kwa hiyo nilikaa miaka mitatu na miezi mitatu hapo Mabani, nikawita wito. Kuna sehemu moja inaitwa Miangae karibu na Ndundu, nikaanza kuchukua kazi. Ndo wapi? Mkoa upi? Sasa hapa hapa Singida tu. Okay. Sehemu ya Ilongero ka kazini mashariki kidogo, kwa hiyo nikaanza kufanya bai eh. Okay. ni kazi. Nimefanya kazi miezi saba nikaiacha hiyo kazi kwa matukio ya majaribu mabaya, nikaiacha. Ukaacha uchungaji? nikaacha kazi, nienda kufanya kazi, nikaondoka hapo nikaenda Mtundu akijimacha kitaitwa Mtundu mm, sehemu ya hivuka kusini mashariki mm. Hapo nimekaa eh, siku kumi na nne nikiongoza hilo kanisa mm. Tuliweka mkataba kwa, eh, kanisa. Eh, kwa, kwa sababu nilikuwa sitaki kwenda huko ah, kwa sababu sikuwa na wito, wachungaji tu walindiembeleza, wali tu wakonisawishi mm, nikubali wakakubaliana nikae siku na, eh, siku kumi na nne. Wakaleta mchungaji mkuu, nikaondoka kuja nyumbani. Kuja nyumbani, wachungaji wakaniita tena, wanasema tunakuomba sana, wewe ndio fanye kazi kesisi kiko hapa. Basi nikakaa ni pale mwaka moja. Baada ya mwaka moja nikaondoka hapo nikaondoka hapo, nikaenda Ishingo. Bali ulikaa mwaka mmoja, kwa nini? Kazi ilikuwa ngumu mno, ilikuwa sina wite, ilikuwa zauziwa na wachungaji watu na Mungu na na na tu na naomba na wachungaji ah. Lakini si ulikuwa umesomea uchungaji? Sasa nikaondoka hapo, nikaenda Ishingo nikakaa mwaka mmoja Isingo. Nilikuwa nakataa kataa, maana ilikuwa sio wito wangu, nilio na wachungaji. Baadaye mchungaji mmoja akaniona akani, katika maono nina gari la Land Rover inakimbia kunipeleka Isingo, nikakubali. Ay, nikakubali nikakubali. Kabla sijaondoka nikaona majani mazuri kabisa iko katika bonde Roho akaniambia kaniambia, nindo kalishe hapa kikishiba, basi rudi nyumbani. Nilikwenda kwa sababu Roho aliniambia nende, nikakaa mwaka mmoja. Nilimuomba Yesu mwaka wa sitini na tano, hilo ssiulisema nisilisahau. E, nilimwomba Yesu nimuone kwa nini mtume wali mwana peke yake walimwana eh? Na nami nitaka na nimuone, nilimuomba mwezi mzima. Siku moja nilikuwa pale nyumbani, baada ya kumaliza kumuomba kwa mwezi mzima nimuone tu, nilikuwa kama saa kumi na nusu, e, mke wangu alikuwa na ametoka tu, labda kwa shughuli shughuli ya, ya kawaida nilibaki pale nikapika magoti kwenye chumba changu kitandani, mm. Nikamwona Yesu. Ukamwona live kabisa, uwezi kumwona na mwili mwango uliingia mm -hmm. Nikawa yani, nikawa kama mtu hana nguo, nilipiga yowe, nikapiga yowe, nikaingia chumba kingine nia labda hapa sio kwenye Hmm. Akaingia pale mwanga upitayo mwanga, hilo sitalisahau katika maisha eh, yangu. Mambo mingi ni kushuhudia hmm. makubwa sana lakini, lisioni sahau ni hilo. Hmm. Lingine la, la pili labda moja mengine makubwa kushuhudia <tutu> waana kijana wangu mtumishi sasa <tutu> eh, alichukuliwa na wachawi walimpiga usiku kucha. Kwa si hiyo sitaki nishuhudie shuhudie. mm. yeah, okay. maana hayo yamekuwa mingi mingi ya mm. mingi ajabu sasa. eh. eh. hivi ni mtumishi eh. alikwenda mpaka Ulaya mm. akaombea viwete mm. yuko Arusha, eh, lakini Mungu sasa amekuja kumfungua sasa. Kwa hiyo hayo mengine mm. nisio ya sahau ni mingi tu mm. eh. niliondoka hapo usurudie niliofungua makanisa nikaenda nika Isingo hapo nilitumika kama ilivyosema. mm. nikaenda Igauli, mafanikio kufungua makanisa. mangapi nimefungua? pale Mranji nimefungua, mm -hmm. nimefungua Igauli, nimefungua Mpipiti mm. nimefungua Mudida mm. kwa hiyo la kwanza baada ya mimi kuondoka kondoka kaja lyanguka kalikata kanitalikasambaa mwaka wa sabini, mabati yakang'olewa kapelekwa kina kijiji kimoja inaitwa Murumba kwa sababu huko watu wanafunzi wanapatikana na wasoma tuwajengie. Kwa hiyo sabini ndio bati likang'olewa kabisa, nikiwa mtiko nilisimamia kanisa la Misengo. Kwa hiyo nililia machozi mingi mno, lakunika mudida na mpipiti. Nilikaa nilika, miaka saba na miezi saba ndio mke wangu wa huyu akafunuliwa aka kwamba nahubiri nadodimilanji ni kama kama kijiji kingine, nilisita sita, nilikataa. Unaona mlima huo, kuna mlima chini. Nikachukuliwa na roho nikapelekwa pale, ndio uko chini ya ponde la uba. Mungu akaniambia, utanitumikia, ananionyesha kuna uzima ya maji maji, kuna, kuna, maji, maji. kuna niseme kama maji maji tu, akaniambia utanitumikia hapo Ah, nikaanza nika nika kufungua kanisa upya hilo, yeah. Ndio mlalo sasa. Na jumla ya washirika wangapi mpaka sasa? Kanisa hilo lina mm, matawi mane, hey. Kwa hiyo wengine nimeacha kuhesabu uh... wengi wametoka wametoka uh... sasa wamebaki na, na, na Wakristo ishirini uh... uh... hey. Okay. Kwa hiyo kuna kijana ameanza am, ame kukomaa ame kwa kwa anaitwa Yohana uh, ndio analisimamia lile kanisa uh -huh, mimi ni mshauri wake uh, nakwenda na, eh, ah, kwa sababu nimekataa mambo ya ku ya ku ya ku staff uh, umekataa yaani uchinga uh, nimehakikisha uh, uh, na nimeenezwa karibu Singida nzima kwamba eh, nama nimekataa kusafu kataa kabisa. Sasa sijasoma katika Bibilia mm. Inaandikwa katika Sabuli, nitamtumikia mkuu mpaka uzee, si nah. Kweli nimekataa Shetani alikuwa na njama eh, kuwaua watumishi wa kwanza eh. Anataka kuweka watumishi wengine wa vijana eh, wasio na historia na wasiomjua Yesu eh, eh. imekuwa ni siku tatu za moto hakika, hapa katika kijiji hiki mkoa huu wa Singida, niko na mtumishi wa Mungu mchungaji Emmanuel Soa ambaye Mungu amekuwa akimtumia kwa siku hizi tatu, natamani atuambie Ah, kile ambacho kimefanyika hapa kwa hizi siku tatu, wakati tunapokwenda kuhitimisha matokeo na mafanikio ya mkutano huu mchungaji. Bwana asifiwe sana. Amina, Bwana asifiwe sana. Hongereni kwa mkutano. Mkutano huko vizuri, uko vizuri na watu wana kiu. mm -hmm. kama watu wakifuatilia kwenye NYTV mm -hmm. wataona matokeo. mm -hmm. watu wana kiu kwa sababu tumeona eneo hili watu wanakiwa kwa sababu mikutano kama hii, wenyeji wamesema hawajawahi kuiona mkutano mkubwa kama huu wenye vyombo vikubwa kama hivi. Kwa hiyo tumedhamiria pia, kama sisi kama kanisa na watu ambao wako nyuma yetu, kupeleka mikutano vijijini, mahali ambako watu hawashawishiki kupeleka mikutano. Maeneo mengi wahubiri wako mjini, kwa mazingira yale ambao pia unaweza kuta mkutano huko hapa kesho kutoka hapa lakini huku ukifanyika mkutano na kaa muda mrefu bila mkutano kwao. Tumeona mtukio mkubwa, na watu wamefunguliwa, mapepo yameondoka kwa watu na watu wana kiu kubwa sana. Amen. Na hivi tumeanza, hatutaacha hmm. mikutano itaendelea na hata mwakani natazamia pia tuone mkutano mkubwa tena Amen. kama mitatu au miwili hmm. huko huko vijijini. Ingine e, e, naweza ikawepo hata Dar es Salaam eh Namwamini Mungu atatusaidia mm. Wachungaji wengi mara nyingi wanakuwa wanafanya mikutano mijini sana so vijijini, wewe, ni kitu gani ambacho kilikushawishi sana ukaleta mkutano huku? Uhitaji mm-hmm. E, uhitaji, unaona kwamba kuna uhitaji. Uhitaji ndio unayemfanya, unaangalia uhitaji mm. Uhitaji unaangalia maeneo ambayo ya yasiofikiwa ipasavyo na Injili kuliko Injili zile mnaozunguka zungukana hapo kesho kwa hapa kesho kutoka. Hapa kila siku nakutana na mabango ya mikutano, mkutano naisha mwingine unaanzishwa. Kwa hiyo huku, huku hakuna mikutano ya aina hiyo, na hata mwenyekiti wa kijiji ye, kwenye ufunguzi alisema huu utakuwa ni mkutano wa kwanza wa nguvu wa aina kama hii. Kwa hiyo mimi naamini kabisa hapa hatujapoteza muda wala hatujapoteza fedha. Mm, kwa sababu mwitikio wa watu unaonyesha kabisa kwamba inawezekana, inawezekana eneo hili alijafikiwa sawasawa sawa. E, kwa njia hii kwa njia hii tunawafikia maeneo mengi, vyombo hivi ni vikubwa, vinafikia vijiji vingi, vijiji vingi sana, sana. Waliokuja hapa, kuna watu wengine kutoka Katesh tuko nao hapa, kutoka Meria, kutoka maeneo mengine, kama unavyoona ile miji ya huko, wako hapa na kama unavyoona kanisani kulikuwa na wachungaji wengi wao, mm -hmm. mm -hmm. wametoka maeneo mbalimbali wa imani tofauti tofauti, na hata kwenye mkutano wapo. Amen. Kwa hiyo uhitaji ni mkubwa, na wenyewe wamesema uhitaji ni mkubwa. Amen. Kabisa kabisa, Mungu akubariki, nashukuru sana. Amen. Mungu awabariki pia kwa huduma yenu, endeleeni kurusha matangazo, itakuwa jambo jema sana, barikiwe sana, asante, asante. Amina, Bwana asifiwe amina. Naongeleni na mkutano, asante sana hem, tupe matokeo ya mkutano mpaka kufikia leo, upoje? Tunamshukuru Mungu sana, matokeo ni makubwa, uhitaji ni mkubwa. Tumeanza mkutano Ijumaa jana mpaka kufika jana watu wamefika sabini na tano ambao wameokoka na kumpa Yesu maisha kupitia. Wow. Hili, wewe umejifunza nini kwa mikutano ambayo inafanyika vijijini na ile ya mijini? Nimejifunza kwamba hata hata huku vijijini watu wana kiu sana na neno la Mungu. Kwa jinsi nilivyoona mkutano huu, watu wanakuja kwenye mkutano, haijalishi ni imani gani. Kwa mfano kama hapa, nimeona Waislamu wengi sana wanakuja kwenye mkutano pamoja na dini yao, lakini bado wana kiu ya kusikia na wanapenda maombi, na wameombewa, na tunaona watu wamefunguliwa sana Amen. Mm. Mungu akubariki mwa mchungaji. Amina, Mungu akubariki pia. Asante. Asante.